Tangu mwaka 1901 tuzo ya amani ya Nobel imekuwa ikitolewa kwa watu waliofanya kazi kubwa ya kudumisha na kuhimiza amani kote duniani. Rais wa Marekani Donald Trump katika siku za hivi karibuni amekuwa akisema anapaswa kupewa tuzo hiyo kwa sababu ya jitihada zake za kuleta amani duniani. Barack Obama ni mfano, rais wa zamani wa Marekani aliyewahi kushinda tuzo hiyo mwaka 2009 kutokana na juhudi zake za kidiplomasia licha ya nchi yake kuendelea kuwa na wanajeshi nchini Afghanistan na Iraq. Rais mwingine wa zamani wa Marekani, Theodore Roosevelt, pia aliwahi kushinda tuzo hiyo kwa kusaidia kupatanisha Urusi na Japan wakati wa vita. Mwaka 1973 aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Henry Kissinger pamoja na Duc To, mwanadiplomasia maarufu wa Vietnam, walishinda pamoja tuzo hiyo iliyoelezwa kuwa tuzo ya vita lakini raia huyo wa Vietnam yeye alikataa kwa sababu ilitolewa kwenye mazingira ya vita. Yasser Arafat mwanzilishi wa mamlaka ya Palestina naye pia alishinda tuzo hiyo mwaka wa 94 pamoja na waliokuwa mawaziri wakuu Shimon Peres na Itzhak Rabin. Hii ilitokana na mkataba wa amani wa Oslo ulioaminiwa kutatua mvutano wa muda mrefu kati ya Palestina na Israel. Ellen Johnson pia alituzwa kwa kazi zake za kupigania haki, hasa za wanawake, licha ya ukosoaji mkubwa wa kuwahi kumuunga mkono aliyekuwa mbabe wa kivita Charles Taylor. Mwaka 91 mshindi wa tuzo hii alikuwa ni kiongozi wa kiraia wakati mmoja na mwanasiasa mkongwe Ansa Suchi kutoka Myanmar, zamani ikiwa ni nchi ya Bama, kutokana na mapambano yake dhidi ya uongozi wa kidikteta. Hata hivyo, kimya chake kuhusu mauaji ya watu wa jamii ya Warohingia na Waislamu amezua maswali mengi kuhusu iwapo alistahili tuzo hiyo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed naye ni kiongozi mwingine aliyeshinda tuzo hiyo mwaka 2019 kwa jitihada zake za kuleta maridhiano kati ya nchi yake na Eritrea. Hata hivyo, mwaka mmoja baadaye, alianzisha vita dhidi ya kundi la wapiganaji wa Tigrei na kuzua pia maswali mengi kuhusu iwapo alistahili tuzo hiyo. Hii ni mifano ya viongozi waliopata tuzo katika mazingira magumu ya vita na kuzoa maswali mengi, iwapo lilikuwa ndio lengo la mwanzilishi wa tuzo hiyo Alfred Nobel.